ya Embu wameandamana wakipinga vikali matamshi ya aliyekuwa Naibu Rais Rigathi Gachagua wakiyataja kuwa ya kudhalilisha na yasiyoheshimu viongozi wanawake nchini. Wamemshutumu Gachagua kwa madai yake kuwa Gavana Anne Waiguru anatumika kisiasa na Rais William Ruto huku akisema si matusi tu kwa Gavana Waiguru, ila kwa wanawake wote walio katika nafasi za uongozi kote nchini. Maria Sebastian na taarifa hiyo. Wakazi wa kaunti ya Kirinyaga wameghadhabishwa na matamshi ya aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Wakijitokeza kwa wingi kuandamana kupinga vikali matamshi hayo yanayolenga uongozi wa mwanamke, waliandamana mjini Kutus. Na sisi kama wamama tuko hapa kama tumekasirika sana. Tumekasirishwa na Rigathi Gachagua utuwe hapa, sio wa munyoro hapa, ni Kirinyaga na Kirinyaga ikona wenyewe. Tafadhali tunakuomba kwa heshima kwa heshima, hatuta kutukana vilauli, tusi mama yetu, lakini twakuomba kwa heshima, achana na mama yetu kabisa. Wakazi walimsifia Waiguru kama kinara wa mageuzi, wakitaja baadhi ya mafanikio yake kama mwanamke pekee aliyechaguliwa kuwa gavana mara mbili na kuhudumu mihula miwili kama mwenyekiti wa baraza la magavana, huku wakimpongeza kwa maendeleo yanayoonekana Kirinyaga. Nauwezi ukatukana mutu akiwa kwake nyumbani, tunakuja hapa kukataa kusema Gavana wetu wa Igoro apewe uh, heshima. Igoro amefanya development nyingi sana. Waandamanaji walimkosoa vikali Gachagua wakimtuhumu kwa siasa za mgawanyiko huku akipinga utawala wa Rais Ruto na kuwalazimisha viongozi kujiunga na mrengo wake wa kisiasa. Kuna project ambayo inaitwa Bulk Water Project katika Mbere South. Tungependa tuambie, hiyo ni project ya nani? Kama sio William Samoei Ruto. Hiyo project ni nani alileta? Yeye alikuwa kwa serikali miaka mbili na nusu, hakuna jambo lolote lake tuliona ametuletea katika hii Embu County. Hakuna project yote ametutengenezea, kile ameleta ni vita na uchuki katika Embu County, kugonganisha watu wa Embu County na mjumbe wao. Sisi tunataka kuhudumiwa na William Ruto na awachane na Ruto. Ruto ni sisi tulimchagua, hakumchagua na kitu, na kama kweli alimchagua katika Embu atuoneshe kura yake tuone kama ni ya Embu, yes. Sisi ndio tulimchagua William Samoei Ruto kapisa. Kwa hiyo awachane na Ruto, awachane na Kedhure Kindiki. Kedhure Kindiki, tunakuhitaji zaidi hata sasa. Tunataka uita wa mama nao. Sebastian Maria, Undugu TV.